Majina anaitwa Blasio po Blasio, anafanya kazi na shirika la Floresta Tanzania. Mimi ni afisa mifugo. Leo tutajifunza namna ya kutengeneza dawa za asili kwa ajili ya matibabu ya kideri kwa kuku. Dawa za asili ni aina ya mimea au vitu dawa ambavyo tunatumia vinavyopatikana kwenye mazingira ya mfugaji kwa ajili ya matibabu, na sehemu inayotumika mara nyingi inakuwa majani inaweza kuwa majani magome, au mizizi. Kideri ni ugonjwa unaotokana na virusi, na ugonjwa huu unawashambulia ndege e, kuku, bata pamoja na ndege wengine, na dalili zake kwa kuku ni pamoja na hizi zifuatazo. Ya kwanza ni pamoja na kukohoa, kukoroma au kupata aina yoyote ya kikohozi, kukosa hamu ya kula, uzito kupungua, lakini dalili mojawapo ambayo ni kubwa ni kuhara, muharo wa kijani. Athari za kideri ni pamoja na kupunguza uzalishaji, kwa maana ya kama kuku wanataga wanaweza wakaacha kutaga, lakini vifo vinaweza vikafikia mpaka asilimia mia moja. Uh, pamoja na hayo yote kideri ni ugonjwa ambao unasababisha hasara kwa kiasi kikubwa kwa wafugaji. Katika kutengeneza dawa za asili kwa ajili ya matibabu ya kideri kwa kuku, tunahitaji malighafi zifuatazo. Tutahitaji mwarobaini, tutahitaji majani ya mwembe, tutahitaji majani ya mpera na tutahitaji pilipili kichaa. Leo tutatengeneza kiasi kidogo cha dawa kwa ajili ya matumizi ya nyumbani na kwa kawaida ya mfugaji tutatumia viganja vya mkono ili kujua kiasi cha malighafi zinazohitajika. Tutatumia viganja vitatu vya majani ya mwarobaini, tutatumia viganja viwili vya majani ya mwembe, lakini tutatumia kiganja kimoja cha majani ya mpera, na mwisho kabisa tutaweka kiganja kidogo cha pilipili kichaa. Baada ya kupata kiasi, tutatwanga kwa pamoja na tutahakikisha kwamba mchanganyo wa dawa yetu umelainika vizuri, na baada ya hapo, tutachanganya na maji. Kwa kiasi hiki cha dawa tulichochagua, tutachanganya lita tano mpaka sita za maji. Baada ya hapo, tunachuja vizuri, na dawa hii inakuwa ni tayari kwa ajili ya matumizi. Dawa hii inatumika mfululizo kwa siku tatu kwa maana ya akitumia leo atatumia kesho na kesho kutwa atamaliziwe. Lakini tunashauri mkulima au mfugaji atengeneze dawa ambayo inaweza ikaisha siku hiyo hiyo, ili kesho atengeneze dawa nyingine, na kesho kutwa atengeneze dawa nyingine. Kutokana na mchanganyo huu wa dawa, dawa inaweza ikawa na uchungu au ikawa na aina nyingine ya eh, ladha Hivyo tunashauri mfugaji awape pumba kuku wake ili wapate kiu, na baada ya hapo atawekea dawa maji haya yenye dawa ambayo watalazimika kunywa. Faida za dawa hii, ya kwanza ni inapatikana kwenye mazingira yetu, kwa hiyo ni rahisi sana upatikanaji wake. Lakini apili, yote, ya pili haina gharama yoyote. Mfugaji anaweza akachuma majani kama yanavyoelekezwa akachanganya vizuri na akawapatia kuku wake kama dawa. Pia madhara, haina madhara yoyote, kwa sababu hata baada ya kutumika inaweza ika kuku anaweza akachinjwa kwa ajili ya kitoweo. Dawa hii ni rahisi sana kutumika, lakini pia ni salama kwa ajili ya mlaji, kwa sababu tunatumia kuku kama kitoweo na tunatumia mazao yake kama mayai kama chakula. Kwa hiyo yanafaa kutumika bila kuwa na kikwazo cha aina yoyote, kwa ni rahisi kutumia, ni rahisi kupatikana na ni salama. Kumalizia, tunawashauri wafugaji kutumia chanjo kwa ajili ya magonjwa ya kideri, kwa sababu kuku akipata chanjo tunaamini kwamba maambukizi inakuwa ni yanapungua ya kwa hivyo hata ikitokea kuna changamoto inayotokana na kideri, kama wamechanjwa vizuri, maanake dawa hizi zitafanya kazi kwa ufanisi, hivyo tutakuwa tumeongeza uzalishaji dawa ya kuku kwa ajili ya matibabu ya ugonjwa wa kideri.